Lakini nina ujumbe huu, ndo ujumbe mzito. Nimesikia malalamiko mengi mitandaoni kwenye magrupu mbalimbali, na wadau wengi wa soka wanalalamika, lakini siku zote tunasemaje? Mpende akupendae, asiokupenda achana naye bani. Yani mbaya lakini kiatu chake dawa. Mimi kila siku naonekana mbaya nikisimama nikiubutua uongozi kwenye madhaifu yao, watu wanakaa wanakingia kifua. Sasa majibu yamelipa hapa hapa, Mwenyezi Mungu anatuambia kabisa huko tunaenda kuhesabiwa tu, lakini malipo hapa hapa. Umeua umezulumu, kabla mtu hajafa, akiwa kwenye sakaratul mauti pale pale atataja vile vitu vyote vibaya alivyovifanya kabla Mwenyezi Mungu aje achukua roho yake, anataja vyote, baada hapo anakata roho. Kwa hiyo kama ushakaa kuuguza wagonjwa, ushakaa kukutana kuuguza wagonjwa wale walofanya matukio, matukio, matukio, makubwa, ushakaa kuona mtu anana, anatoa wadudu akili bado anapumua, ushakaa kuona, ushakutana na mtu kama huyo, hajakata roho yani binadamu anatoa wadudu lakini bado hajakata roho. Anatema nyongo anaongea kila kitu lakini hapa, hapa. Ha, so wa, wa, wa Simba wamejiona kwamba Simba wamejimilikisha ni ya kwao, wanaenda viwanjani wanatia watu bakola, sawa, wengine wanaambia kabisa usije uwanjani. Hii ni kampeni tumeianzisha. Yani ya Simba kwa sababu kapewa mike kukaa pale mbele, basi anajiona eh, hana tofauti na imiliari, hana tofauti na... CEO wa Simba hana tofauti na mwenyekiti wa Simba yani, yeye anajiona Simba sana, sawa, kwa sababu kapewa kipaumbele cha kukaa pale mbele. Sasa Mwenyezi Mungu kaja kulipa, limetoka Dodoma, mafiensa wa Simba wanatakuwa wa supply mikoa yote, sawa, ili mradi wakaende kukupinga uuzaji haramu wa jezi feki na kutoa elimu. Mwisho wa siku lile dili limefika mezani, watu baada ya kulifunua wakaenda waka kulifungulia kwenye si kwenye kwenye tanuli, siyo ndio kufungulia? si wapi bake, sio mezani ndio umelitoa pale lile lile. Wameenda kufungulia huko wenyewe tu huko, anachekea chooni. Hao hamna kupata ugali hata mmoja wote, kata hao, hakuna mimi mshika maiki, hakuna mimi mshiki bakola, hakuna mimi kusema wewe uwanjani umefuata nini, wote hakuna, wote wamefia kwa, wote watu wamesaini kule majina yetu wote, wamesaini wao, mpunga wote unaingia kwenye mifuko yao. Watu wanaposti saizi, wanakunywa supu ya samaki, samaki watatu mtu mmoja, sato watatu bakuli tofauti tofauti au jaona wanavyoposti si mtandaoni? Sato watatu kawapanga moja mbili tatu kwenye bakuli tofauti, kama anakula watu watatu. Mtu mmoja kati kaweka bakuli ya mchuzi eh, yani kila sahani imebeba sato mmoja, bakuli imekaa katikati ile. Maana yake wanatujibu hawa, mnakuwa mnaona, unasimama una, una wanaitetea una una Simba nana, sio hawa wenda ni wamoja, kwa sababu walikubali kwamba awa influencer wote waloandikwa wakikubaliwa waende kwenye huu mpango. Kuna wengine wanaonekana hawawezi kukaa pamoja, tukiweka pamoja inakuwaje? Piga chini wote. Wewe ukimwaga maji watu wamwaga ugali na mboga yake, kwa msilalamike ndugu zangu, sawa? Mmejaa kwenye mfumo msilalamike. Simba ni anataka naipenda kwamba awe maarufu apate mashavu kule yale. Sasa kama unataka kula, kuna sehemu nyingine sio za kula za moto ndo kama hii. Watu saizi wanalalamika. Mimi niko karibu na viongozi. Mbona leo siri? Wanakulawa idara ya habari? Hao ndio wameajiriwa Simba, weka kwa ajili nani? Acha wale matunda yao. Wao wameajiriwa Simba. Tuliwaambia viongozi hatuna mkasema hatu nao. Wenzetu wapo. Wameweka mkeka wao kwenda wapi? Malawi. Milioni ngapi? Wameweka pale milioni ngapi? Laki mbili. Hela ile unalipa sponsor. Hakuna hata shabiki mmoja analipa ile hela. Wanasafirishwa bure kwenda huko Malawi na watarudi bure. Kama walivyoenda South Africa bure na waliomba hela kwa serikali ikawasaidia kidogo. Lakini pia walienda wapi? Rwanda kwenye Bonanza. Bure walienda kwa hela. Si so, walienda na Kongo hapa juzi. Wakavuliwa viatu kule kucheza na Mazembe, Kongo kwenye mechi ya kimataifa msimu uliopita. Si so, walivuliwa viatu wakalalamika kule kina Godiang. Sawa, so, walienda bure. Kwa hiyo manake wenzetu viongozi wao kweli wana madhaifu. Hakuna binadamu aliyekamilika. Lakini kwenye sekta ya watu wa hamasa wanawajali wanawazingatia lakini, kwetu sisi watu wanakusanya jungu la chakula lile, sahani yote ale na mkewe na wanae. Nyinyi wengine wajukuu, mtajua wenyewe eh. Sasa saizi mnalalamika nini? Kwa msilalamike, nimeona wadau wengi leo wamenipigia simu, bwana umepata mchongo fulani, akambia au mchongo, achana nao wewe. Upo simba kwa ajili ya kupata hela, wewe upo simba kwa ajili ya kupata furaha. Kama umeamua kujimegea wao hilo fungu ambalo lilituhitaji sisi family la hii, acha wale. Kama litakuja kwetu, muda ukifika litafika tu. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kuzuia riziki ya mwanadamu mwenzake. Uwezo wewe hakuna. Mwenyezi Mungu kagawa vyao vyote, lakini kipengele cha riziki mpaka leo hii kabaki nacho mwenyewe. Kuna nani kamgaja kipengele cha riziki? Mitume yote iliyopita kaipa tu kututubia tuende kwenye njia ile kwa salama vitabu vya dini ile hela ilikuwa kwenda kula sisi na ile inchi ilikuwa ya kwetu sisi, lakini wameenda kupewa watu ambaye hawahitajiki kupewa, kwa sababu sisi wenyewe wana Simba hatuna umoja. Sisi wenyewe tumeshindwa kushikamana. Tungeshikamana, hawa viongozi leo wangetujali leo. Wao wanatetea maovu, kesho unakaa upewe tenda eti kupata hela. Akupa nani hela? Sasa subirini. Sasa watu washakula hela, wanakula sato huko. Saizi wanaposti wanakula sato, sato watatu, mtu mmoja supu hiyo anakunywa, anaonyesha kwamba wao mafia. Sasa hamasa inakuja hiyo, tuwaone sasa. Mtaenda mwendi. Na jeuli ya kugoma hamna. Kwenye ziki mnakuwa wote, kwenye sherehe mnakuwa watu wachache. Anakula Mediali na familia yake. Kwa hiyo nyinyi shughuli hamna. Kwa hiyo msilalamike wote, umekosa hela, hakuna cha hela. Hii tenda Jeruti kaongea na na watu wa habari wa Simba, sio nyinyi. Ye, tulieni. Kama mchongo utataka ufike kwenu mtakula, na kama ukishindwa kufika kwenu endeleeni kula masononeko. Sisi tunawaambia jamani tukae njia kuu, tusimame tutetee klabu yetu. Amtaki mnategemea nini? Majimu ndo haya hapa. Kwani ujue mafiansa wa Simba wengi wamelalamika. Ila hawataki kutoka sasa kwenye maiki kuongea wanaogopa. Anaongeaje? Na katia tayari kashaka upande ule. Anabaki kuzunguka mbuyu. Eh. Kwa sababu kuna mwingine nimemsikia anasema kwamba, "Oh, Emediali ana kazi nyingi. Hii kazi itakuwa tuachie sisi. Emediali ana kazi nyingi kwenye hela. Yeye kwani kafuata nini bwana? Kaenda kulima miogo pale." Ba. Emediali pale Simba kaenda kulima miogo. Wewe Emediali angepewa ile kazi bure angeenda Mwanza. Angeenda nayo mikoa mingine. Lakini umeona saizi anashindwa hata kusemea timu yake ya akina mama inacheza ngao ya jamii huko. Kashindwa kusemea. Sawa kwa sababu gani? Mechi zote mbili msemaji hayupo. Yuko huko ana promo jezi huko. Anadhibiti huko jezi fake huko. Sawa? Lakini akwenda bule ile ni deal ambayo wamekubaliana na sponsor wetu Jeruti, wamechukua mzigo, wameenda kuenjoy na idara yake ya habari. Sasa wewe leo unataka umuone pale aseme Simba Queens. Unataka umuone pale akasema kwamba Al Hilal walitufunga goli nne imekuaje? Muda huo anao. Emediali kwa huko anaposti jezi tu. Amemposti Mchemba jana. Hao jamuona na mguu Mchemba. Kanunua pisi 200. Sawa, kusupport jezi ya Lamu, kanunua pisi 200.

hakuna lakini mchemba akafanya hilo. Kwa hiyo nani, yeah, ah, jezi zetu anavaa tu kama zuga tu. i yes, tunamjua vizuri, si ndio? Mmiliki wa hiyo hiyo black nini, singida black star. Si ndio sindoyo, alikuwa singida, Singida United ile kaiua, kaja akawa aka na singida nini, big star. Sasa hivi sio big, sasa hivi singida nyeusi. Kwanza singida kubwa ikatoka, kubwa ikaja nyeusi, itakuja itakuja redi. Singida nyekundu. Yaani Singida kila siku zinabadilika, kaja miezi kaja kaja sita yule. Yule mchezaji kaja pale miezi sita, miezi sita imeisha. Baada ya kupigana na Koplo kule Zanzibar, ndipo akashindwana tena kaona maisha yake tena jangwani hata kuwepo, ndo akaja Simba. Kwani alikuwa anakuja Simba. Kaja Simba baada ya kupigana na Koplo, ndo maana akaja Simba. Kwa hiyo niwaambie wana Simba wenzangu, dili alopewa Mediali. Msilalamike kusema ana kazi nyingi. Kazi yake Mediali ni ile. Hata unapomuona anatoka kwenye mechi za kimataifa, anarudi ajalala asubuhi huko kwenye Amas. Anapata hela, analipwa kwa sababu ya kazi ile. Mediali akuja kulimamiwa Simba Kaja kufanya kazi simo kwao. Msilalamike ilo fungu kama ni la kwenu limeliwa na idara ya habari na baadhi ya viongozi wa Simba. Sawa, msilalamike. Kama ipo, ipo tu itakuja tu tena. Kile rais, mikoa iko mingapi? Wao watasafiri mikoa mingapi? Simba yupo hapa, anaenda kwenye mechi za kimataifa, inarudi hapo hapo kwenye mechi za ligi. Huyo Mediali atakuwa na muda gani wa kuzuru mkoa kwa mkoa? Aache shughuli yake. Tena saizi anafanya kwa sababu kuna break ya kimataifa, ndio maana anafanya, lakini kabla break ya kimataifa hakuna hilo. Dili litakufa tu Sawa, hilo dili litakufa na sponsor wewe. Yes, wajezi kama kweli ametuhitaji sisi, tutambae na hizo jezi yes, basi dili litakuja na watu mtapata, na sisi wengine sidhani kama hilo dili kwetu lingetufikia o, wengine wangeenda lakini si wengine, tungekatwa kwa hiyo siamini kama mimi Mnandi Junior jina langu kule naambiwa lipo, sijui kama lingepita wangekubali washirikiane na mimi. Kwa hiyo bora tulivokata wote, maana tumekosa wote. Hey, mimi furaha yangu tulivokatwa wote. Tumekosa wote. Eh, kwani mmekatwa hey, na jeruti au mmekotwa na uongozi wa Simba? Kama unavyosemaga waindi, Mungu kosa, yeah, na sisi kosa. Sasa Mungu akosi, wewe unaenda kumchoma binadamu mwenzako na bake jivu. Nafsi yake kashachukua tayari. Yaani umekosa wewe tu. Pale unajifariji tu. Kwa hiyo hata nyinyi sasa hizi mnaolalamika, mnajifanya kama mnatutetea na sisi wengine. Nyinyi mnajitetea wenyewe. Hilo dili lingetiki msinge kula nyinyi. Kwa hiyo wana Simba wote mnaolalamikia ile issue ya jezi, Sawa? Sisi hatukuja Simba kwa ajili ya kupata hela. Tumekuja Simba kwa ajili ya kupata furaha. Mwacheni mediali ale vyake. Mimi yangu ni hayo. Mimi nishamaliza mediali. Endelea kunywa mtoli, endelea kula sato. Simba kwa utakamilele. We kula, muda wako ukiisha, utaondoka na wengine watakuja, watakula.